Serikali imewekeza zaidi ya shilingi trilioni 40 katika ujenzi wa matengenezo ya barabara za mijini na vijijini kama mkakati wa kuboresha miundombinu ya usafirishaji, kukuza biashara barani Afrika na kuimarisha uchumi wa taifa. Taarifa hiyo imetolewa leo tarehe 9 Februari 2026 jijini Arusha wakati wa hafla ya kuchaguliwa kwa mtendaji mkuu mfuko wa barabara Tanzania, Mhandisi Rashidi Kalimbaga kuwa rais wa Chama cha Mifuko ya Matengenezo ya Barabara Afrika ARMFA, akichukua nafasi ya Bwana Essaie Aubin wa Cameroon aliyemaliza muda wake. Akizungumza na M24, waziri wa ujenzi na uchukuzi Mheshimiwa Abdallah Ulega amesema uwekezaji huu ni sehemu ya mkakati wa serikali wa kuboresha miundombinu ya barabara ili kurahisisha usafirishaji na kuchochea shughuli za kiuchumi na kuimarisha ushindani wa biashara ndani na nje ya nchi. kwa nazo ni jambo moja, lakini kuzitunza ni jambo jingine. Kwa hivyo Road Funds Board kazi yake kubwa ni pamoja na kuzitunza hizi barabara. Kwa hivyo ndio maana uh, nchi za Afrika, wataalamu wetu walianzisha ikichombo kwa malengo na madhumuni ya kuhakikisha kwamba tunapeana uzoefu na kuangalia wengine wanafanyaje ili kuweza kufanikisha zaidi. Na sisi Tanzania tumekuwa ni muhimu sana kwetu, kwa sababu unajua Tanzania ina nchi karibu sita kama si saba zinazotegemea bandari zetu. Hizi ni landlocked countries aa, kama vile Rwanda, Burundi, Uganda, Uh, Malawi, Kongo, Zambia zote hizi zinaangalia Tanzania. Kwa hivyo barabara zetu si zetu peke yetu, ni pamoja na majirani zetu. Kwa hivyo kuziangalia kila mara ni kitu ni kuhakikisha kwamba barabara katika kila nchi zinakuwa nzuri, zinapitika ili kuwezesha uh, ile free trade, yani biashara huru ndani ya mipaka ya nchi za Afrika inafanyika kikamilifu, kwamba kama kuna biashara inataka kutoka Tanzania kwenda Kongo, uh, kwenda Zambia, basi wafanyabiashara waweze kusafiri vizuri na mzigo wao uende, au wa, biashara zao ziweze kufanyika kikamilifu. Hizi ni update za M24.